Bwana sifiwe, mpenzi wa mashairi, na kwa ndugu zangu Waislamu, asalamu alaykum rahmatullahi wa wabarakato. Kwa shairi letu la leo ambalo latoka katika Zaburi 24 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa pili tena mstari wa tatu hadi wa nne aba tena mstari wa tano hadi wa sita na kitikio cha shairi letu ambacho kimetolewa katika mstari wa saba cha na wa kumi cha Zaburi hii inatutayarisha kukaribisha mfalme mwenye utukufu, mfalme wa amani ambaye twamtarajia kuzaliwa hivi karibuni. Na Zaburi pia inaendelea kutuhimiza kuwa mfalme huyu ni mmiliki wa dunia na vyote vilivyomo, hata na vyote vya baharini. Mungu mwenyewe amemwekea msingi juu ya bahari na amesimama juu ya mito yote ya duniani. Zaburi inaendelea kuuliza ni nani atakayepanda mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama mahali pake patakatifu? Jibu ni kwamba ni mtu ambaye ana mikono misafi, mweupe na mwenye tabia ambaye yanampendeza Mwenyezi Mungu ndiye atakuwa tayari kukaa milimani mwa Bwana au kumkaribisha Bwana huyu wakati atakapozaliwa. Karibu kwa shairi letu upate kubarikiwa mpenzi wa mashairi. Nchi navyo vilivyomo, ni vya Bwana nawambia. Dunia na walo humo, ni wa Mungu wote pia. Misingi meweka humo

mfalme wa utukufu. Barakatapatani, na tuzo ya Mungu pia. Kizazi ki jamani, Mungu tamtafutia huo huo uso wa Rabani, wa Yakobo chatakia. Bwana pate kuingia, ndo mfalme wa utukufu. Bwana pate kuingia, ndo mfalme wa utukufu. Amina. Mpate kusherehekea sikukuu ya Krismasi njema hapa kwetu, twawatakia sherehe ya katana shoka. Mwenyezi Mungu apate kubariki na mpate kumpokea Yesu huyu mioyoni mwenu.